Dalili za mwisho wa dunia. Katika mada hii tunatafakari utimilifu wa dalili za siku za mwisho wa dunia zilizotabiriwa katika maandiko ya Mwenyezi Mungu. Katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 24 tunaona wanafunzi wa Yesu wakimuuliza moja ya maswali muhimu kabisa, wakisema kwamba tuambie mambo hayo yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Majibu ya Yesu juu ya maswali haya yanatupatia picha thabiti ya mahali dunia ilipofika kabla ya ukomo wake, nasi tunapojua utimilifu wa dalili hizi, tunapaswa kuchukua hatua za kujiandaa kukabili huu mwisho wa kutisha. Moja ya dalili za mwisho wa dunia anazozitaja Yesu ni kuongezeka kwa mapigano na vita juu ya uso wa dunia. Anasema kwamba nanyi mtasikia habari za vita, kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme. Kumbukumbu kumbu za vita zinaonyesha kwamba kuna ongezeko la matukio ya vita na mapigano la takribani asilimia mia tatu ulimwenguni kote kulinganisha na miaka sabini iliyopita. Dalili ya pili ambayo Yesu anaiongelea ni kuongezeka kwa matetemeko na majanga ya bahari. Katika kitabu cha Mathayo anasema kwamba na matetemeko ya ardhi yataongezeka mahali mahali. Katika kitabu kile cha Luka anasema kwamba, na katika nchi kutakuwa na dhiki ya mataifa, wakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake. Kumbukumbu za matukio ya matetemeko ya ardhi zinaonyesha kwamba kuna ongezeko la takribani asilimia mia tano ulimwenguni kote kulinganisha na miaka 40 iliyopita, nalo hili ni ongezeko kubwa sana matetemeko nayo na makubwa ya ardhi yenye uwezo wa kuharibu miundombinu na kusababisha maafa nayo na yameongezeka kwa takribani asilimia elfu moja na mia mbili kulinganisha na miaka mia moja na hamsini iliyopita. Hii ni ongezeko kubwa sana. Dalili nyingine ambayo Yesu anaiongelea ni juu ya kuongezeka kwa magonjwa juu ya uso wa dunia. Anasema kwamba kutakuwa na njaa na tauni mahali mahali. Dalili nyingine ambayo Yesu anaisema ni kuongezeka kwa makristo wa uongo na manabii wa uongo, watu wanaofundisha Ukristo lakini wakiendelea kuvunja amri za Mwenyezi si Mungu. Anasema kwamba kwa maana watatokea makristo wa uongo nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza. Takwimu za dini ulimwenguni zinaonyesha kwamba sasa kuna takribani dini elfu nne na mia mbili. Katika dini katika moja tu ya kikristo Tumeshuhudia ongezeko kubwa sana la aina ya madhehebu ya Kikristo, aina ya makanisa. Mwaka elfu mbili na moja kulikuwa na aina ya makanisa, yani madhehebu ya Kikristo yapatayo thelathini na tisa elfu. Hawa wote wanakuja wakisema kwamba sisi tunatangaza ukristo wa kweli. Dalili nyingine ambayo Yesu anaitaja ni kuongezeka kwa monyoko wa maadili. Yesu anasema kwamba kama vile siku zilizokuwa kabla ya gharika watu walivyokuwa wakila na kunywa wakioa na kuolewa, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Moja ya dalili muhimu kabisa ya kutisha inayoonyesha kuongezeka kwa mmonyoko wa maadili ni nchi kuruhusu ndoa za jinsia moja. Mpaka Juni mwaka elfu mbili na kumi na tano kulikuwa na nchi takriban ishirini na mbili ambazo zimeruhusu kisheria ndoa za jinsia moja. Dalili nyingine ambayo imetajwa katika maandiko ya matakatifu kwamba ni ya siku za mwisho ni kuongezeka kwa maarifa. Hivi karibuni tumeshuhudia kuongezeka kwa maarifa ya teknolojia ya mawasiliano na maarifa ya teknolojia mbalimbali mbali juu ya uso wa dunia. Yesu anasema kwamba "Nanyi kadhalika, myaonapo hayo yote, tambueni ya kuwa yu karibu mlangoni." Katika kitabu kile cha Danieli Mungu anasema kwamba katika siku za mwisho wengi watajitakasa na kujipatanisha na Mwenyezi Mungu na kusafika, bali wabaya wataendelea tu kutenda mabaya, wala hataelewa mtu mbaya awaye yote. Maandiko yanasema kwamba tazama naja upesi, na ujira wangu uko pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mungu ametufunulia utimilifu wa dalili hizi za siku za mwisho, ili tujue kwamba Yesu anakuja upesi, tujiandae kumpokea na kuishi naye milele zote. Wale wote wasiofanya maandalizi haya, wakaendelea kuishi maisha ya dhambi Wakivunja amri za Mwenyezi Mungu watatupwa katika jehanamu ya moto. Mungu anamsihi kila mtu kujipatanisha na mapenzi yake na kujiandaa kwa ajili ya tukio la kuja kwa Kristo mara ya pili. Mungu akubariki sana unapojiandaa kumpokea Yesu Kristo ajapo mara ya pili. Mungu akubariki sana.